Naam, kama njia ya kuwapa motisha wafanyakazi inaweza isimfurahishe kila mtu, makampuni ya Korea Kusini yanajaribu mbinu mpya ya kuwafanya wafanyakazi wafanya wajisikie vizuri, inategemewa ifanye nafsi kujisikia vizuri. Mwandishi wetu James Smart anatuarifu zaidi. Ni utamaduni wa ajabu kabisa, majeneza yako tayari. Kampuni ambayo wafanyakazi hawa wameajiriwa imewakusanya wote kutafakari maana ya maisha na kifo. Macho yao yamejaa machozi, wamemaliza tu kuandika wosia kwa wapendo wao. Kisha ikifika wakati mwafaka wa kile kinachoitwa sala ya pamoja kwa marehemu, wanaingia kwenye majeneza yao yasiyofungwa bado, wanafungiwa ndani gizani. Na wanatafakari kwa dakika kumi. Kisha wanauona mwanga tena. Niligundua nimefanya makosa mengi sana, natarajia kutia bidii kwa kila kazi nitakayofanya na kutumia muda mwingi na familia yangu. Lengo la utamaduni huu kwa wafanyikazi ni kupandikiza tabia ya kupenda maisha na kuwafundisha kuthamini vitu vizuri kuliko kuvidharau. Rais wa kampuni hii alituambia anataka kuimarisha tabia ya kushirikiana na umoja. Anasema, kampuni yetu siku zote imechagiza wafanyikazi kubadili fikra zao za zamani, lakini ilikuwa vigumu kuleta mabadiliko halisi. ni dhani kuingia kwenye jeneza kutaleta mshtuko ambao utageuza kabisa mitazamo yao na kuanza mitazamo mipya na kuna utamaduni mwingine wa ofisi kulazimishwa kucheka kila siku ya kazi. Asubuhi, msimamizi mkuu anahakikisha wafanyikazi wote wanacheka pamoja kama mtu mmoja. Wafanyikazi wanasema wanathamini utamaduni wa majeneza na kucheka, lakini ni vigumu kujua ni kiasi gani wanahamasika. Makampuni ya Kikorea yamebuni kila mbinu ya kuipenda kazi, kuanzia kazi za malezi hadi za mazishi. Kote kuna ushindani, inasaidia kujenga uchumi imara, na kama kweli inajenga hamasa na kuleta furaha kwa watu, hilo bado haliko wazi. James Smart, BBC.